Leo tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2025 tulikuwa hapa kwenye kituo cha Zimamoto Ilala maarufu kama Faya. E, tulikutana hapa kwa ajili ya kufunga mafunzo ambayo yalikuwa yanaendeshwa hapa kati ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na shirika la wenzetu la Tika kutoka Uturuki. Mafunzo haya yamechukua takriban siku kumi. Yalikuwa ni mafunzo ya kubadilishana utaalamu kati yetu na wenzetu wa Uturuki. Mafunzo yalihusu kuzima moto, utafutaji na uokoaji. Utafutaji na uokoaji ulilenga katika majengo marefu lakini pia na shughuli za kuzima moto ikiwa ni pamoja na utafutaji na uokoaji. Kwa ujumla, mafunzo haya yamekuwa ya maana ya sana kwetu. Wenzetu kutoka Uturuki wamejifunza kutoka kwetu, lakini na sisi pia tumejifunza kutoka kwao. Kushiriki uzoefu wa, wa maendeleo wa Uturuki kupita mradi katika sekta za elimu, afya, kukabiliana na dharura, kilimo na nyingi Leo hii tunahitimisha kuwafahiri awamu ya kwanza ya mpango ya mafunzo ya kukabiliana na dharura na ukaji wa maafa kupita ma mpango huu, washiriki 35 walipokea wali mafunzo ya kina ya nadharia na vitendo. Mafunzo haya yamechangia ya pakubwa katika kumirashika uwezo uwezo wa kikosi cha zimamoto na wakoji cha Dar es Salaam. Tecrübe paylaşımı değil, ayrıca iki ülke arasında dayanışma ve işbirliğine de katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. lakini programu hii sio programu ya training au kuja kutoa tu mafunzo, tunaamini kwamba ni programu ya kuweza kubadilishana kujuana na kutambuana. Kwa hiyo hili ndio jambo sahihi ambalo nililiamini katika moyo wangu, na naamini swala hili litaendelea. Kwanza kabisa, asante sana kwa kupanga elimu. Nimefurahi, nimefurahi kuwa hapa leo. Türkiye na Tanzania ni ndugu. Na mashirikiano ya Jamhuri ya, ya Uturuki lakini vilevile Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa katika ma, majukumu ya, ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuendana na kasi na maendeleo ya, ya kisasa zaidi. Pia ni shukuru Manispaa ya Konya ambao walileta wakufunzi kwa ajili ya kutupa mafunzo haya kwa, kwa udhamini wa TIKA kwa, lakini pia katika mafunzo haya washiriki si kwamba wanawake ni wachache ila nafasi ninaamini zilikuwa chache. Tunaamini mafunzo yajao wataongezeka wanawake.